Mkazi Chawla wa Bagamoyo Fredi Chaula mwenye umri wa miaka 56 na wenzake wawili wamefikishwa katika mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu wakikabiliwa na mashtaka ya kumuua ndugu yao Regina Chaula mwenye umri wa miaka 62. Mbali na Fredi, washitakiwa wengine ni Bashiri Chaula mwenye umri wa miaka 49, dereva bodaboda na mkazi wa Tegeta pamoja na Dennis Mhagwa mkazi wa Iringa. Washtakiwa hao wamefikishwa mahakamani hapo Jumatano Machi 12 mwaka 2025 na kusomewa mashtaka ya mauaji na wakili wa serikali Tumaini Mafuru. Hata hivyo, kabla ya kusomewa shtaka hilo, hakimu mkazi mkuu Rahimu Mushi aliwaeleza washtakiwa hao kuwa hawatakiwi kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina uwezo wa kusikiliza kesi za mauaji. Pia alisema shtaka la mauaji linalowakabili halina dhamana kwa mujibu wa sheria. Baada ya kueleza hayo wakili Mafuru aliwasomea mashtaka yao kuwa wanadaiwa kutenda kosa hilo Januari 18 mwaka 2025, eneo la bahari bichi, wilaya ya Kinondoni. Inadaiwa siku hiyo ya tukio, washtakiwa kwa pamoja walimuua Regina Chaula ambaye ni mwanafamilia mwenzao na, na mwili wake kutupa kwenye shimo la maji machafu lililopo katika nyumba ya marehemu, washtakiwa wakijua kufanya hivyo ni kosa kisheria. Baada ya kusomewa shtaka hilo, upande wa mashtaka ulidai upelelezi wa kesi hiyo haujakamilika, na hivyo wanaomba tarehe nyingine kwa ajili ya kutajwa. Hakimu Mushi aliahirisha kesi hiyo hadi Machi 27 mwaka 2025 kwa ajili ya kutajwa na washitakiwa wamerudishwa rumande. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Mimi ni Ali Mlanzi.